Mabadiliko ya hali ya hewa yameathiri kwa kiasi kikubwa mifumo ya mvua na kusababisha kuongezeka kwa joto kali katika maeneo mengi hapa nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa semina ya sayansi ya uchambuzi wa hali ya hewa kwa kutumia mahesabu, Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini, Daktari Agnes Kijazi anasema: Kwa ujumla, mabadiliko ya hali ya hewa yameathiri sana ile mifumo ya mvua katika nchi yetu ya Tanzania. Kuna hali ya kuchelewa kuanza kwa mvua katika baadhi ya maeneo mengi hapa nchini, lakini pia kuna vipindi vifupi vya mvua kubwa, hivyo vinasababishwa na mabadiliko haya ya hali ya hewa, na hii hii training tulionayo hapa ni ya muhimu sana, kwa sababu hii model itatusaidia pia ku run na kuweza kuona vitu kama hivi. Kuna kuongezeka kwa joto katika baadhi ya maeneo mengi hapa nchini lakini hata vipindi pia vya ukame vipindi vya ukame vimeendelea kuongezeka. Hayo yote ni kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na tabianchi pia. Amesema mafunzo hayo yanayofanyika kwa siku tano na kuwashirikisha wataalamu wa hali ya hewa kutoka Malawi na wenzao wa hapa nchini, lengo lake ni kuwajengea uwezo wa wataalamu hao katika kutoa utabiri wa hali ya hewa kwa muda mrefu. Mafunzo haya yanafanyika chini ya Uh, program ambayo inaendelea hapa nchini Tanzania pamoja na Malawi ambayo ni programu tunaita ya Global Framework for Climate Services. Hii ni programu ambayo iko chini ya shirika la hali ya hewa duniani na tunashukuru kwamba nchi yetu ya Tanzania pamoja na nchi ya Malawi ndio nchi mbili katika Afrika ambazo zimeteuliwa kwa ajili ya kuendesha hii pilot project. Lakini kwa upande wa training ya leo, ni upande sasa wa science ya uchambuzi wa hali ya hewa kwa kutumia mahesabu tunaita modeling. Kwa hiyo hapa tuna wataalamu hasa wa hali ya hewa wale waliobobea katika kutumia mahesabu ili kuchambua taarifa za hali ya hewa na kuweza kutoa utabiri ikiwa ni pamoja na utabiri wa muda mrefu, yani, unaangalia miaka 30 kuendelea, miaka 30, miaka 100 hata miaka mia moja na hamsini kule mbele kwamba hali inatarajiwa kwamba itakuwaje. Naye mkurugenzi wa utafiti na matumizi ya hali ya hewa Daktari Ladislaus Chang'a, mbali na kuzungumzia umuhimu wa uboreshaji wa tafiti za hali ya hewa alikuwa na haya ya kusema. Nchi nyingi zinazoendelea na hasa barani Afrika bado kuna changamoto kubwa ya vituo na upatikanaji wa takwimu za hali ya hewa. Nchi inaokuta ni kubwa, lakini vituo vya kupima hali ya hewa ni vichache. Kwa hiyo mkakati wa kimataifa umejikita katika kuhakikisha kwamba nchi zetu zinakuwa na uwezo mkubwa wa kukusanya taarifa za hali ya hewa, kwa hiyo kwa sababu huwezi kuzungumzia maswala ya mabadiliko ya hali ya hewa bila kuwa na takwimu zenyewe. Kwa hiyo lazima kwanza uanze na mkakati wa kuhakikisha unaimarisha miundo mbinu ya ukusanyaji wa taarifa zenyewe. Pamoja na hayo, mtaalamu wa masuala ya hali ya hewa kutoka nchini Malawi Yobu Kachiwanda amesema mafunzo hayo yamekuja wakati mwafaka Kwani taarifa za hali ya hewa zinatakiwa kufanywa kwa mifumo ya kisasa zaidi, lengo likiwa ni kwenda sambamba na mageuzi ya sayansi na teknolojia. Peter Edson, Mwananchi Digital.